Vodacom kazi ni kwako. Na sasa nafuata Mheshimiwa Joseph Mbilinyi. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, I'm, I'm going to try to be polite today, ili nichangie ni, ni, ni, ni na mimi nchi yetu inaenda namna gani. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nitajikita kwenye masuala ya biashara kubwa kati na ndogo ambayo yanareflect kwenye masuala ya ajira kwa namna moja au nyingine. Nitaanza na tatizo lililokuwepo bandarini sasa hivi kwenye swala la mizigo kupungua bandarini. Mizigo imepungua sana, na nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa mfuatiliaji sana wa namna bandari ya Dar es Salaam inavyokwenda, naamini amebakiza trip mbili tu kwenda bandarini, ataitwa Mr Bandari. Lakini kuna tatizo bandarini ambalo nimelifanyia utafiti baada ya kuingiwa shaka na rafiki yangu mmoja, dereva wa malori ya kwenda Kongo. Huyu bwana alikuwa hana tatizo, anasafiri, anaishi maisha yake, akifika Dar es Salaam ana gari yake maisha yanaendelea kama kawaida, hanisumbui. Lakini eventually akaanza tabia ya mizinga, haipiti siku mbili kaniomba elfu ishirini. Nikajiuliza, nikamwambia naomba tuonane, nikamuuliza umefukuzwa kazi? Akasema sijafukuzwa kazi, lakini niko benchi na miezi mitatu toka Januari, sijapata mzigo kwenda Kongo. Ikabidi nifuatilie kwa namna zangu nikagundua tatizo ni kitu ambacho kimekuwa introduced bandarini, kinaitwa single custom territory kwa mizigo, hususan kwa mizigo ya Kongo, upande wa Katanga. Sasa hili limekuwa ni tatizo, kwa sababu lina taswira ya siasa za ndani ya Kongo. Hii single custom territory inaonekana tuliingia kisiasa kwa kuingilia siasa za ndani ya Kongo katika masuala ya kukomoana. Jana nilishauriana niona nime, jana nimekaa muda mrefu na IG pale, nilikuwa najaribu kumpa hii picha kama mshauri wa serikali ili tuangalie kwamba tunafanyaje, tuna, tuna kuondoa hili kwa sababu kwa kuzuia mizigo ya upande mmoja wa Kongo wakati mizigo mingine sehemu nyingine ya Kongo Kinshasa, wapi hawajakuwa affect, affected na hii single custom territory maana yake wale wafanyakazi wafanyabiashara wa upande ule wa Katanga wameona hapa, wakiona hapa panabana, wanachofanya wanahama bandari, na wamehama bandari, wameenda Beira, wameenda Mombasa. Sasa hii ina affect kwenye ajira ambayo serikali za mitaa, watu wako mitaani, ina affect namna gani kwa hawa kwa hawa wafanyabiashara kuhama na kwenda bandari za Beira, kwenda bandari za mpaka Soweto, south Africa, kinachofanyika ni kwamba hata makampuni yetu ya clearing and forwarding ambayo yanaajiri watu around 10000 nafikiri, kati ya elfu sita na elfu kumi hawa wote ajira yao inakuwa shaken, ajira yao inapata madhara, na ndiyo sasa inakuja pamoja mpaka kwa madereva wa maroli ambao wanaendesha magari ya mizigo kwenda katika nchi maeneo hayo ya Kongo, wanapokosa mizigo, ina maana wanakaa benchi zile fa, ni familia zile ambazo zinakuwa zime, zimepata madhara kutokana na hichi kitu, alafu mtu anasimama anataka kuintafia eh? mama ntilie malori wakikosa kazi, mama ntilie wanakosa kazi humo katika barabara zote Watarudisha vipi hizo hela za tasafu mnazopeleka? Mnasema sio vikoba, wakope nini, wakope watarudisha vipi kama hizi ajira zao zinakuwa affected? Lakini pia ukiacha zile direct impact. Kuna, kuna indirect mfanyabiashara wa Kongo anapokuja kuchukua kontena zake kumi kutoka China anachofanya kuna viwanda vyetu loko hapa vinatengeneza mafuta ya kula. Sisi wenyewe tunakula mafuta ya sijui ya Malaysia siku hizi, wapi awapi, tunanunua supermarket yale loko yanayotengenezwa hapa na viwanda vyetu, sijui kina Zakaria, sijui kina nani. Wale Wakongo akifata kontena zake kumi anachukua na malita kadhaa za maelfu na maelfu ya mafuta ya kula anapeleka Kongo, na michele na utasema utakachosema, viungo, sijui viazi kwa hiyo hawezi kwenda Kongo, hawezi kwenda Beira au Mombasa kwenda kufata kontena kumi alafu atoke tena kule aje Tanzania kununua mafuta ya kupikia au kuja kufata viazi au kuja kufata mchele. Kwa hiyo haya mambo yana multiply effect kwa watu wetu katika masuala ya ajira. Kwa hiyo tuangalie hii single custom territory, kwa sababu navyosikia katika uchunguzi wangu ilikuwa ni katika kukomoana tu, siasa za ndani E, utawala unataka kukomoa upande mwingine kwa siasa za urais, sijui hatutaki kuingia sana huko. Msigwa ni waziri wa mambo ya nchi za nje, unaweza ukalifuatilia hili na ukaangalia unawashauri vipi katika maeneo hayo. Kwa hiyo viwanda vyetu vinadoda, lakini katika biashara zingine ndogo na za kati pia nyingi zinakufa. Kwa hiyo wakati tunashughulika huku na big shots wakubwa wanaoishi kama malaika ili waishi kama shetani, hawa wanaoishi huku chini wanapata anguko kubwa sana kwa kadri biashara zinavyoanguka. Nitatoa mfano mmoja. Juzi nilikuwa nako safarini nakuja Dodoma, nikalala pale Morogoro kwenye hoteli inayolala, nitangaze interest, na mimi najaribu kuingia kwenye biashara ya hoteli, msio mkasema, ndio maana nimelala katika ile hoteli. Ina vyumba zaidi ya Vyumba zaidi ya 45 nafika mimi na driver wangu, sioni pota, nauliza pota yuko wapi? Anasema, mheshimiwa, tuna hali ngumu hapa, mnapoingia ni nyinyi wawili tu ndio mnalala huko ndani, mimi na driver wangu. Nikasema kulikoni? Akasema Morogoro nzima biashara imeshutdown ya huduma. Sasa Morogoro ilikuwa ni eneo linalotegemea viwanda, viwanda vyote sijui Moproco, sijui Moroshoes vikafa, ikabaki biashara ya huduma, hospitality hoteli huduma sijui vya kura restaurant. Sasa vile vyote vinakufa pale Morogoro, hata hoteli, hoteli ya Mzee Makamba mstaafu katibu, itafungwa ile very soon na watageuza hosteli. Sasa huwezi kugeuza hoteli zote hosteli, kwa sababu zile hoteli pia wamechukua mikopo wale, wajajenga kwa kesh, wana mikopo benki. Kwa hiyo utaenda kwa affect mpaka mabenki katika system ya mikopo. Sisi wengine tunaenda kufuata kuchukua mikopo, tutapata tabu kupata mikopo. Sasa hii yote ni kwa ajili ya nini? mmefuta eti seminar si mmefuta warsha. Tatizo sio semina na warsha, tatizo la haya mambo ni pale waziri unaposahau bahasha Dar es Salaam, alafu unaagiza V8 liilete na dreva na wasaidizi wanakuja Dodoma wanakaa wiki. Hilo ndio tatizo. Lakini mnaposema hakuna warsha hata zile zilizokuwa zinaandaliwa chini ya UDP, UNDP sijui na mashirika mengine, watu wanaogopa kuziimplementi. Sasa madhara yake ni kwamba sio tu majadiliano ya kuendesha nchi hayafanyiki, lakini pia eh, madhara yanakwenda kwenye huduma kama, na moja kwa moja tunapata madhara kwenye hotel kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ajira za watu wetu, kama mfano niliotoa Morogoro. Kwa hiyo ili tu, ili, ili tuliangalie kidogo swala la TBC manake, alafu nawaona sana timu Lwasa wenzetu wengi tu, wengine mawaziri nawaona wanapojirahidi kunyanyuka nyanyuka, nyanyuka nasikia wameambiwa watashughulikiwa. Sasa kila mtu akisimama anasimama, na sisi hatupumui ili kwamba ajisafishe, kama ulibugi ulibugi tu utashughulikiwa, manake kila mtu akisimama unamtaja Lwasa leo humu eh? Aliwaambieni akimaliza siasa anaenda kuchunga ng'ombe, kuchumba. Mnataka arudi au mnaogopa kivuli? Mimi niseme tu swala la TBC, haya yote niliyoyasema matatizo ya ajira na kadhalika, ndio kinachoendelea huko chini. Kama mwambie mheshimiwa rais, sasa mkiacha sisi mtu aonekane tunawaongelea wananchi, wanapata relief, wanapumua wakipumua wanajua hili swala linaongelewa, litashughulikiwa, hata mkipita miaka mitano tena bila kuyashughulikia, lakini angalau tunawasaidia kuwatuliza wananchi kuliko kuwaacha kwenye sintofahamu, hawajui ndani humu mambo yao yanayojadiliwa ni yepi. Matokeo yake huko nje kutakuja kulipuka, ndugu zangu. Sitaki kuchafua hali ya hewa kama mnavyosema, na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.